Mpenzi mtazamaji, unaitazama hii ni Demsi TV International Star, ambao leo tuko Burundi ndani ya sehemu ambako wanaita Rumonge, na hii hapa unapotuona ilikuwa ni uwanja wa mpira, lakini ndio sehemu wanapohifadhiwa wakimbizi ambao wametoka DRC ambao wameweza kukimbia vita za M23. Uh, ukitizama hapa kambini, tumeshatembelea baadhi ya watu, ukitizama uh, mateso ni ni mengi. Kuna ambao wanalala nje, kuna ambao eh, wanakosa hata hema, kuna ambao mvua inawanyeshea kwa kutokana na kukosa vifaa ya kujikinga hata mvua na jua. Kwa hiyo hapa nilipo ni kambi ni kambini tayari na tutakuwa tunatembelea moja baada mwingine katika mradi tu ya kukuonesha ni kipi ambacho kinaendelea hapa mpenzi mtazamaji. Mimi ni Rodrigue Luamba Spide ambaye niko hapa. Mradi na mchango huu mkubwa, mpenzi mtazamaji, ni wamama kutoka uh, USA ambao tunasema Iowa ni moja kati ya wamama wa Kong Mani, ambao wanaishi huko USA ambao wameweza kabisa, Marekani kwa ufupi, ambao kabisa wameweza kuchangia katika hali ya kuangalia wakimbizi hawa kutoka nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambao wamepewa hifadhi uh, ukiangalia kabisa nyuma yangu kuna hema ambazo zipo lakini hazitoshi kwa watu. Ukiangalia kuna wengine ambao wanaumwa, wanakosa hata dawa. Kwa hiyo kina mama hawa ambao wameweza kujitolea na, na, na kuweza kabisa kutoa angalau ile kidogo eh, wa mama eh, iyo ambao wameweza kabisa kutoa ile kidogo kuangalia wakimbizi hawa. Asante uh, sana Dems Media kwa ushirikiano. Bye. Tunaona tayari mmepokea mahema wote uh, mmetoka Kongo. Ndio. Fasi gani? wa Baraka wa Mboko. Tuambie, kutokana na msaada hii ya hema, umeipokeaje nyinyi kama wakimbizi? Tunashukuru, tunashukuru sana. Wale wenye walitutumia msaada m Mungu awape nguvu, atusaidie hata kesho atuletee vingine. Okay. Na hapa munaishi hai unaishi unaishi yasida na kupo msaada fulani wa Kristo anakuja kutupatia chakula humu tunatumia hmm. Msaada hii ambao mmepewa imetoka kwa wakina mama wenzenu <coughs> <coughs> ambao wanaishi Amerika okaartnye wanaita Iowa, kwamba ndugu zao wa Kongomani wanateseka hapa kambini, ndo kwa maana kwa ile kidogo ambayo wiko nayo, sababu unaweza kuwa na franga na hauna moyo <coughs> kwa hiyo wameamua kuja kuwasaidia. sijui ujumbe gani ambao mnaweza kuwafikishia sisi? Tunawaambia tunashukuru sana, Mungu awazidishio wakuwa na hiyo moyo moja moja wanakaa inje usi...

Hauna hema? Ndiyo. Ulala mara nyingi nje? Niko na nyesha na mvua. Nashukuru sana. Asante. Fa, Fatuma. Ha? Lwelwa. Lwelwa. Lwelwa. Adolofina Ramazani wa Elongo. <muchas> <muchas> Hapa tate. Unasema aye tate. Sawa. Iko na hema ana Mpenzi mtazamaji, bado tupo kambini hapa Rumonge, ratiba za kuwagawia wakimbizi wa, wa ambao wamekimbia vita huko DRC nchini Kongo eneo la Kivu bado linaendelea hapa, na hapa kuna vijana ambao e, wameshapokea maharagi, kuna mama hapa na mchele wapo wengi na wengine tumeanza kama mmeanza kuona huko, tumeshagawa hema katika hali ya kujistiri na kuepukana na mvua na jua. Na hapa tutahojiana na baadhi yao tayari ambao wameshapokea uh, chakula. Vijana, amjambo. Hatujambo bro. Unaitwa nani? Inaitwa Rode Kimba, Rode Kimba. Wewe ni mkimbizi kutoka sehemu gani? Kongo tokea Baraka. Kutoka Baraka, yeah. Una siku ngapi hapa? na juma na siku tatu hivi. Unajuma na siku tatu. Hii ni muungano ni si, ya wamama kutoka Amerika ambao wanaishi mtaa ambao unaitwa Iowa. Eh, vipi unaweza ukasema nini kutokana na msaada huu? Cha kwanza tunashukuru sana kwa sababu sisi ni wakimbizi watu wasiojiweza na Tunaombea tuna tuna Mungu awasaidie wa sana. Mm. Mimi ujumbe wangu ni kuwaombea tu, Mungu awasaidie wa na wazidi kutusaidia tu sana sababu, si ni wakimbizi, msaada wao ni wa lazima kwesi tu huko. Shukrani. Mama, ujambo? Sijambo bana. Unaitwa nani? Machozi. Machozi umepatikana katika kambi la wakimbizi hapa Rumonge. Ndiyo, na tumeona tayari umeshapokea kuna mchele hapo, na leo siku ya Noeli leo, Merry Christmas. Basi tunaenda hivyo, sijui ni ujumbe gani ambao unaweza ukatoa kwa wakinamama wenzako ambao wamejitolea wanaishi huko Marekani katika mtaa ambao unaitwa Iowa, ambao wanaishi huko wamejitolea kuwasaidia hii, licha ya kuwa ni ndogo, lakini kwa moyo wamejitolea sijui ujumbe wako? Ujumbe wangu, kwanza nawashukuru sana wakina mama wenzetu. Wana, wana tutumia ile kidogo kidogo, tunashukuru. Hii wakati ya Christmas tunashukuru, tutapigia watoto na watashiba, watakula. ambao kwenye hiki kinatoka kuzidi kutoka kingine, wazidi kutukumbuka, wasiishie hapa, hata siku nyingine watukumbuke, kutuletea hata kingine. unaweza kuomba nini labda kwa wafadhili wengine? Naomba hapa sasa watusaidie choo, kama vile gisi huyu baba ameongea. Hatuna hapa hata hospitali, watu wanaugua wana sana. Kwa kwenda kule kutibiwa wanasema mpaka sisi twende na bumbu, kwenye bumakartasi ndo watoto wanatibiwa kwa kuonyesha kama tuko wakimbizi. Je, kuna labda tukio la maafa ambalo linatokea lina, lina hapa kambini watu wanakufa? Watu wanakufa sana sana tena sana, hatujue kama ni dawa kwa ndogo au vipi. na wanasumbuliwa na nini? Wanasumbuliwa hapa na ugonjwa wa kolera wanarisha sana. Uh, hapa bado tuko kambini. Ukiona hekaheka zote hizi, kuna uh, watu wengi ambao wako kwenye mrongo ambao tunaita msafara mkubwa eh, katika hali ya kuangalia hekaheka tuone jinsi gani tutachangia Christmas leo, na wengine wamepewa hema namna ya kuhifadhi jua. Unajua una jua maisha ya kambi eh, pia na mvua inaendelea kunyesha eh, baki, baki nasi mpenzi mtazamaji ah, nikikwambia kwamba tukio hili ni uzamini wa kina mama eh. Na kwa inga ngapi ulikuwa una Unaishi hapa? Hapa naishi tu nalala chini eh, nalala chini na kufunika, kuchifunika, natandika nguo, ndio nalala, nalali yako. Una watoto? Mimi nina watoto. Wangapi? Nina watoto watatu. Watatu, na watu hmm, unakuwa naishi nao hivyo hivyo? Hapo hapo hivyo. Okay. Eh. Kuna, kuna wamama wanaoishi Marekani mm, katika kata ama kartie nye naita Iowa uh, eh, wametosha misaada hizi kwa kuwasaidia eh, nyinyi hizi mahema dio, na wale ambao pia wana ile ya kukula wamewasaidia pia dio. Nini ambao unaweza ukasema, Nashukuru Mungu Mm -hmm. Mungu ajitishi kuwalina na ajitishi kuwatia nguvu ili na siku nyingine wapate kutupatia na sisi wenye kuasirika, na wengi wanazovipewa lakini wanavikula wana, wana lakini mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tumetufikisha mm -hmm. tunashukuru sana, wabariki, mm -hmm. na Mungu awabariki na awanyoshie mikono eh? tunashukuru sana.

Ombe. Fahine, ene, Amen. Amen. Amen. Na, ni hivyo mpenzi mtazamaji, unasikia kina ki mama wakimbizi ambao wapo kambini wakipitia maisha magumu wanatoa shukrani yao uh, kwa wamama ambao wameweza kujichangachanga katika mradi eh, ya kuwasaidia hapa kambini kwa maisha magumu ambao wanaoyapitia. Wewe kwa nasi huku tukiendelea, ukiona ratiba huku pembeni zinaendelea kwa kuwasaidia wale wakimbizi ambao wako kambini hapa

Charlotte umetoka sehemu gani Kongo? Mie nimetokea Baraka. Baraka na hapa kambini una siku ngapi sasa? Juma moja hivi na nusu, juma moja tokea. Mm. uko hapa ulikuwa ukiishije? Maanake kukula yetu mpaka tulombe misaada ikuu enje, tunajua ikula na no, watoto wangapi? Wawili wawili. na hapa mm. kwenye hizi nguo ziko ndo unalala? Ndiyo. ulikuwa unalala vipi wakati hakuna hema, jua, mvua maanake mvule kikwetu na kimbile kumabasha wa jirani. Unaweza ukaomba watu wanaotutizama hapa nini? kwa ni hapa muumwe kumwa tukona umo na mawesi na kidogo maji hakuna magonjwa kwa watoto hmm, e. Shukran. Na shukuru sana kabisa, halafu mimi hmm, inashukuru hili shirika okay, lakina, shirika la kinamama limikaa pamoja hmm, likajifikiria kuja kusaidia aa wa ndugu zetu wakongomani ba ni wakimbizi wa Kongo hmm wameuletea turubai pamoja na maharage pamoja na na sabuni na mchele na mengineyo. Tunaombeni sasa Mungu awajalie, muendelee kuweza kuwa mnakuwa pamoja nao na ukawa mnakaa ika mnajaribu mnaosaidia mara kwa mara. Alafu kuna wengine tena pia wako kule kule chini kule banda baharini, t tumeweka sehemu tofauti, ai kambi ya uwanjani nigombeni muje mfike eneo ile muione mpaone, halafu mwangalie maisha ambayo walionayo, mka wezkaa pamoja tena mweze kuwasaidia kama hao wenzenu wenzetu mawasaidia ambao kwa uwanjani. Sasa hii ambao kama umesema mwanzo ni muungano ya kina mama ambao wanaishi Amerika

Tunatoa shukurani kwa ujumla sisi yote. Mungu awalipe mzidi sana kutukumbuka, kuleta riziki tuwape ndugu zetu. Asante sana.